Yes, tukiendelea kuhakikisha tunakusogezea taarifa mbalimbali zile ambazo zika kila kona ya Tanzania hususan katika jiji la Dar es Salaam juu ya wapenzi wa mpira wa miguu na niko na mzee wangu hapa atatujuza kwa majina yake matatu. Kwanza mzee, habari za muda huu na kwa majina yako matatu. Ah, salamu. Mimi naitwa Ali Hamsifaki. okay, tukianzia hapa kuna kitu utaalamu unaitwa Ginyingi, watu wanataka kujua, imekuwa ni ukakasi. Wanasema Ginyingi iko huko, licha ya wazee wafupi kuto kuvuka maji, lakini wanasema kuna kitu kinaitwa Ginyingi kule visiwani Zanzibar, labda utuelezee utu kwanza, utuondolee utu, utu, utu, ukakasi, utupate kujua Ginyingi ni nini? Ginyingi ni sehemu ambayo kuwa na uchawi mwingi, na sehemu hiyo iko Pemba, sehemu moja inaitwa Mkoani, ndo Ginyingi mm orici ya wazee wafupi kuto kuvuka maji lakini kule kuna Giningi eh hey, kule kuna Giningi <laughs> <laughs> kazi hivo, mana mzee wangu. Uh, mechi ya kwanza imetoa taswira ya RS kuelekea katika mchezo unaokuja mbili sifuri uh, mkipoteza pale manispaa ya ya Berkane na mnakuja nyumbani kikubwa kitu kikubwa ambacho kimeonekana kuwa kwaza mashabiki wa Simba wengi ni kuto kucheza katika dimba la Benjamin Mkapa, inawaiwe ugumu kiasi gani kuelekea katika mchezo wa marudiano ambao mtacheza visiwani Zanzibar na si lupaso kama ambavyo mmezoea? Hiyo ha, haina ugumu, finali sasa imechukulia hmm. so, Zanzibar, Zanzibar. Yeah, ile South Africa ndio kumalizia, lakini jinsi wanavyocheza wale wa Arabu kujaribu kuangalia ni kama kuna hali fulani mashabiki wa Simba wanazidiwa na aina ya kasi ambayo wanakuwa nao, na slogan ya Warabu siku zote huwa wanaimaliza mechi mapema, kabla hujaingia kwenye mchezo wameshakufunga. Tumeshuhudia hata mchezo uliopita dakika ya 16 tayari wanaongoza kwa mabao mawili kwa sifuri na Warabu wote wanajua Simba na Warabu wote wanajua Simba kwa yeah, sababu wajaji wakatoka hata siku moja hapa hata hmm. wale wenyewe na uhakika hawatoki hmm. kitu gani sasa kinakupa jeuri ya kujiamini kwamba utakwenda kupindua matokeo haya ambayo yamekwisha kutokea paka hivi sasa uko nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri E hey, kwa sababu mwanadamu anaambia hakati tamaa hata siku moja, tamaa binadamu mm, hey, ni kufa tu, ni kufa tu, lakini ukiwa hai huwezi ukakata tamaa <tutu> ukasema, uh, umikanipiga kisha sitampiga uh, siyo hivyo, mm, leo utanipiga mimi kisha nakupiga wewe mm. wametufunga kwao sio kwa kufunga kwetu, mama tatu tutayapata mambo matatu. Kwani tusiyapate? Umesikia kocha, kauli ya kocha wa RS Berkane akizungumza ya, ya kwamba anahitaji goli moja la awe kuimaliza mechi kabisa. Goli hilo anahitaji dakika za mapema. Nyinyi kama Simba mmejiandaa kiasi gani kwenda kuhakikisha mnazuia hili lisiweze kutokea? Hilo sikazungumza yeye. Hmm. Hmm. Yeye kama kocha, sisi hatuzungumzi hivyo anavyozungumza yeye. Kama ambavyo alizungumza katika mchezo wa nyumbani, ndivyo ambavyo amezungumza. Ye, alizungumza yeye kama yeye hmm. Kwao sisi hatuzungumzi hivyo hmm. Sisi nasema kipindi cha kwanza tunaongoza goli mbili hmm. Kipindi cha kwanza tunaongoza goli mbili na level scoreboard, yani tukipiga hili ngoma itakuwa iko uchi hapo mm. tutauana dakika za mwishoni eh, eh, yeye yeah, anataka nasi nataka. Abdulrazak Hamza, eh imekuwa ni shaka la wengi wapenzi wa mpira na wengi wakitokea kumkubali katika eneo ambalo, ambalo anacheza, watu wanasema labda hayuko sawa sawa, na itakuwaje kuhusu yeye kama hatakuwa hana utimamu kuelekea katika mchezo huu wa marejeano, mchezo muhimu kabisa. Hey, wachezaji wengine wapo mm, tuzaka akatoka yake kwa mwingine mm, sawa hiyo mm, haijawa sababu mm, hiyo, wachezaji wako wengi mm doa asi nachema Ron Fondo kwa sababu kutokana na aina ambavyo anavyocheza ana makosa mengi sana ha, ya kibinadamu na badala yake lazima awe na makosa. Kuna siku hafanyi makosa, siku anafanya makosa, siku, Simba sasa inapaswa kuingia namna ipi katika mchezo huu wa marejeano, mchezo muhimu kabisa kuhakikisha kuwa ili tunabeba kama ambavyo ilivyo kauli mbiu ya wekundu wa Msimbazi. Simba katika hatua ya fainali wanapaswa kuingia na taadhari ipi, ama wanapaswa kuingia na programu ipi katika mchezo huu? Kwa sababu Simba kwanza wao watacheza mpira haona anachopoteza. Hmm, yeye anataka mpira kutafuta matokeo. huyu hmm. yeye anataka kulinda kila alichokipata hapo ndio atakapofungwa yeye sasa. Sasa fahamu Waarabu kwenye michezo ya counter attack vile ambavyo wanakuwa hatari. Jinsi ambavyo mtafunguka kuweza kuwashambulia ndivyo ambavyo na wao watatumia advantage ile kuweza kuwashambulia. Wao atakuwa wafunguki kwa sababu analinda alichokipata. Sisi hmm. ndio tutafunguka kwa sababu hatuna tupoteza hmm. Unalipi <laughs> sasa la kuambia mashabiki wa soka wale ambao wanawabeza na kusema kuwa timu yenu haiko bora na hamwezi mkapata matokeo mbele ya RS Berkane, kwamba Berkane hili wanaondoka nalo hapa hapa nchini. Sema si bora, sio mwana mpira, sio mwana michezo. Sisi bora mpaka tumefika finali. Sisi bora, kuna wengine wenginea wameambiwa apate goli moja limewashinda, wapi hao? Hmm. Hapa apa mataifa, wapi sasa sasa? Nataka kuwajua s sasa. Si Yanga? Hey. walemb la kuotea mupate likawashinda, la La kuotea ile la ngumi limewashinda, ndio watu wa hmm. mpira au mpira. Lakini wanasema hakuna kigeni wao finali wamefika wapi wamefika wapi? CAF Confederation Cup. Wapi? Eh? Finali sina cheza Zanzibar hapa, kombe nyumbani, chea ugenini <laughs> sisi tunacheza yeah. fainali nyumbani e, waliingia huko kombe, wanaliona finali ya mwisho walioliona Waarabu mechezwa mm. kwao. <laughs> <laughs> sisi tuliona mm. mm. mm. hapa hatulioni wa, hatulioni mm. nyumbani. Kama mwaka tisini na tatu lilivyokuja hapa watu wakaliona likaondoka lilivyojua kuondoka. Sawa, sisi tunaliona hapa, hatulioni Waarabuni finali. fainali tunachezea nyumbani Okay, fainali ya mkondo wa kwanza ee, baadhi ya viongozi wa Young Africans walionekana kuitazama mechi ile, na kwenye mitandao ya kijamii video hiyo imeonekana kuchukua nafasi kubwa zaidi. Baada ya Simba kufungua goli la pili, walionekana kurukaruka na kushangilia kwa shauku kubwa, baada ya mnyama kuweza kupoteza kwa bao ya pili, wengine wakisema hii imekwisha, kana kwamba unalizungumziaje? Kitaalamu hili Young Africans katika hiki ambacho wanakifanya ni kama uzalendo, hakuna hivi, hiyo ndio tabia yao. Tulicheza hapa mwaka mmoja, wakasema uzalendo umewashinda lakini na nyinyi mlishangilia kwenye fainali yao, sawa? Hmm, tumeshangilia, lakini wao, ndio tabia yao, huo ndio utani wa jadi ma, na chura kazi yake kurukaruka. Yeah, lazima <laughs> wao waruke ruke kwa sababu ndio tabia yao, kwa sababu Yanga sio watu wa mpira, Yanga watu wa siasa. Sasa hmm, kama goli uneo, katika ligi unashinda goli saba watu wameonekana kufurahi baada ya mechi kupelekwa visiwani Zanzibar. Ah, wamefurahi wao mm, na sisi tumefurahi, kwa sababu ndio kwenda kuchukua kombe kule. Yeah. Yeah. Yeah. Mchezaji gani sasa anakupa majigambo na kujiaminia pale ambapo unapomuona uwanjani unasema leo uhakika hili tunabeba? akikaa mpanzu pale, akikaa ateba wote, akikaa wale aua hapo ngoma, saa hii tu ni kama umemshika zaidi. Sasa hivi ukinikaba yule wewe, ukinikaba mimi mwingine atakaba yule wewe, watu anaondoka. Sawa? Si unamwona kunguu? hmm. hmm. anapata kama kinda kuku. hmm. wanakuja wanne wale. hmm. Anakuja anatingisha huku na mama mtu anafukuza huku huku, wengine anachukua anaondoka aliaja minazi yeah, akenda huko anafa kwenye nazi anachukua naondoka, kabaki kifara kama mmoja. <laughs> kwa hiyo unataka kuniambia unaiona, uh, finali ya namna gani Visiwani Zanzibar? Eh hey, finali nzuri sababu kwanza inachezwa nyumbani. Tukichukua kombe sasa ndapata sifa nyumbani na itakuwa ndio kombe la kwanza kwa Tanzania Tutala, itakuwa na sifa. Yapi sasa kuelekea katika mchezo huo? Tutarajie mazuri tu hmm. Hakuna matatizo hmm. Sasa la kumalizia unalipi la kuambia mashabiki wa soka hapa nchini? Naona Simba kwa ujumla, wale ambao wameumbishwa kidogo kwenye imani ya kuhamisha ya kuamini ya kuwa Simba visiwani Zanzibar ni kama yuko ugenini. Wengine wanasema ah, Simba Zanzibar sio ugenini, Zanzibar nyumbani. Ndio maana nakwambia fainali tumechukulia nyumbani na kombe tunachukulia nyumbani hmm. Twengecheza Kenya ndio ugenini. Utaalamu gani ule umetudokeza unasema kwamba visiwani Zanzibar upo unaitwa Giningi nakupenda. <laughs> <Tukia> sana <laughs> Yabana, shukrani sana mzee wangu. alikuwa akizungumza kupitia Cha Pesa Media, bora kabisa cha habari na matangazo. Langu jina ni Jiva Osman, ilikuwa niko nawe sako kwa bako, nikwambie tu iliko habari na sisi tuko ndio kauli yetu mbiu. Nikwambie tu sina na ziada, kutokea hapa Mwembe Yanga, nyuma ya kamera alikuwa director Runde, ambaye anahakikisha kuwa unaweza kumuona mzee wangu wa Giningi, ambaye ameweza kutufafanulia giningi ni moja kati ya uchawi mkali zaidi unaopatikana visiwani Zanzibar. Bwana tukutane Tukutane tukutane ni amani complex, hii tunabeba ni kauli mbiu ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Sina la ziada, direkta wangu, na nikuambie tushikilie hapo, tukutane chini kwenye comment section.